Vinu ah. yangu <laughs> kuona bongela <-gram> mtu ndo mimi hapa <laughs> sijai kutembea ngakutana na mtu kama wewe hiyo. <laughs> <laughs> Ni bahati na kumshukuru Mungu bwana, haikuwa rahisi la. <laughs> Unakunywa unakunywa maji, mm -hmm. maji lita moja? Ah, lita moja, lita moja. Mimi unajua kama agari aveiti ndio gari ya veiti na tenki. Mimi lita mm, ah, tano hivi kawaida sana sana, maji lita tano, sita. Eh, sita kwa, kwa, kwa masaa sita. Baada ya masaa sita, kawaida sana ah, mguu mimi bwana bahaa kitale mimi ni mamangu Morogoro, babangu kuchaga. Ita nimekulia sana ha, e, wa Morogoro. Hakume mtu wa Morogoro? E, ni mtu wa Morogoro mwe. Yeah. Se uga ni Morogoro? Kipera uko mlari. Ah. Kipera sana sana. Mwana umona hiki ndio kiatu ambacho wanavaa yeah. dogu yangu. Hii yeah. namba mia mbili. Namba mia mbili na tatu. Oh, deki. hebu simama kidogo